Plant health na TPRI mjadala ulianza nilipokutana na wadau akiwepo Nyange akiwepo Kirenga akiwepo Mkindi akiwepo Viane na wengine wakisema kwamba lazima tuwe tuna mamlaka moja ya afya ya mimea. That was mwaka 2019 kuelekea mwaka 2020. Ndio iliyopelekea kutungwa kwa sheria mwaka 2020 na, na mara nyingi wanawatania watu nasema, wataalamu wakatuvizia wakaweka neno Pesticides. Sisi tulitaka nisome Tanzania Plant Health Authority tu itwe taha, sasa wakaweka na neno Pesticides. Safari hiyo haikuishia hapo, tulivyorudi tukakutana na nzige, tukakaa sana maporini, tukawa tunaomba ndege mara kutoka Ethiopia, kutoka Kenya, kutoka wapi, ikawa ni mtihani. Achana na kwelea kwelea, wakati huo tumepigwa na desert locust. Tulikaa sana wakati huo, mimi naibu waziri, waziri wangu Profesa Mkenda, tukarudi. Nataka nitumie nafasi hii washukuru sana wataalamu wa Wizara ya Kilimo wakiongozwa na Katibu Mkuu. Thank you very much. Na kushukuru nduguru mara nyingi mimi nimekuwa kidogo napiga makelele na maneno mengi sana dhidi yako kuhusu hili jambo kutokea. Kwa hiyo leo tumeipokea ndege. Sasa mimi sitaki kupoteza muda mwingi. Mwalimu Nyerere alianzisha kilimo anga ikafa. Leo tunafanya expansion ya irrigation. Kwa hiyo kila mnavyoongeza miundombinu ya umwagiliaji mnakaribisha kwelea kwelea. Kwa hiyo sasa hivi kelele za kwelea kwelea ni, ni nchi nzima na nashukuru ilani leo imezinduliwa, ya Chama cha Mapinduzi imepitishwa na tumemkabidhi mgombea wetu wa uraisi Dr. Samia na makamu wake mgombea mwenza. Kwenye ilani inazungumzia miaka mitano ya kuwekeza kwenye umwagiliaji, na tuna mradi mkubwa wa irrigation wa Lake Victoria na Lake Tanganyika una hekta milioni tatu. Sasa leo kama nchi tu tuna hekta laki tisa tunahangaika namna hii na kuelea kuelea. Je, tukiwa na hekta milioni tatu tano ambazo tunazifikiria utakuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo ni lazima tujiandae. Kwa hiyo mimi maelekezo yangu yafuatayo: moja, kwa kuwa ule mchakato uliotutesa kwa miaka miwili mpaka kupata prosija ya kuweza kununua hii ndege ya kwanza, mchakato ule hatutaurudia tena. Mwenyekiti wa bodi huko hapa, DG huko hapa, KM yuko hapa na kwa kuwa kwenye bajeti tumepitisha kuanzisha vituo vinne vya kilimo anga kwa maana ya Arusha, Dodoma, Mbeya kwa maana ya Songwe Airport na Mwanza. Vituo vyote hivi vinatakiwa viwe vina ndege na viwe vina drones. Kwa hiyo mchakato wa kununua ndege tatu zingine uanze sasa hivi. Ni lazima kama nchi tujitegemee. Dunia ya kubebana haiko. Wadau wa maendeleo tunawashukuru sana. Namshukuru FAO, Country Rep wa FAO yuko hapa, ametusaidia sana kui transform Plant Health Authority na kuweza kuwa na vituo zaidi ya kumi na kitu kwenye boda sasa hivi ambapo vitakuwa na vifaa, viko vingapi? Vituo 36 ambapo vitakuwa na vifaa na maabara za kisasa. Lazima tuweze kutoa huduma. Tumeshaanza kununua hizi uh, drones za kufanya surveillance. Mwaka huu tunanunua drones kwa ajili ya spray, na Watanzania lazima wajue Tanzania kimaumbile, Mwenyezi Mungu katumia kuwa na mazao mazalia ya nzige, yapo Dodoma, yapo Katavi, yapo ki, yapo Rukwa na bahati mbaya ni nzige wekundu. Kwa hiyo huwezi kujua mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi tutaathirika na visumbufu vya aina gani. Lazima tujiandae na viwanja vyote hivi hivik, mwanze mchakato wa kuongea na wenzetu Tanzania Civil Aviation Authority, watupatie maeneo ndani ya viwanja hivi, ili tujenge henga zetu za Plant Health Authority kwenye vituo hivi, ili kituo cha Lexon kiwe na ndege yake na vifaa vyake, kituo cha Central kiwe na ndege yake na vifaa vyake Southern kiwe kina ndege yake na vifaa vyake na Northern kuwe kuna ndege yake na vifaa vyake. Hili ni jukumu la serikali, hatuwezi kulikwepa. La mwisho, nakushukuru kaka yangu Njeza na kamati yako, nawashukuruni sana kamati ya bajeti. Nimekuwa sapota wa wizara ya kilimo kwa muda wote. Naishukuru kamati yangu ya kilimo, uh, wajumbe wote wa kamati, asanteni sana. Mmenisaidia kama waziri kuweza kusukuma hizi ajenda ambazo tunazo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais na nataka niwaambie wakulima, ilani iliyozinduliwa leo zaidi ya asilimia sabini ni kilimo. Ilani iliyopitishwa ya Chama cha Mapinduzi, zaidi ya asilimia sabini ni nini? Kilimo. Kila wakiongea lugha lazima irudi. Huwezi kuzungumzia rural transformation bila kuwazungumzia wakulima, wafugaji na wavuvi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kuipa prominence sekta hii ya kilimo na kuiwekezea. Tunawashukuru wenzetu wa Tanzania Civil Aviation Authority, mtaendelea kuwa partners wetu wa kutusaidia, kwa sababu tunataka kujenga uwezo wa kilimo anga katika nchi yetu. Bila hivyo hatuwezi kuwasaidia wakulima wadogo katika taifa letu. Nawatakia kila la heri, Mwenyezi awajalie kila la heri. Nawashukuru sana TPHPA na pa, sasa tumebaki na kazi moja kuondoa viwatilifu feki sokoni na barabarani. Hiyo ndio kazi tuliyobaki nayo. Uwezo mnao, wataalam mnao, uwezo wa kifedha mnao. Mama Samia akawatengenezea utaratibu wa kuwa na uwezo wa kifedha wa kujiendesha na kufi, kufikia malengo tulionayo. Tunawashukuru development partners na hasa FAO kuwa sehemu ya mabadiliko ya Plant Health Authority kufikia malengo yetu tunayoyataka. Nimeongea na rubani huyu akaniambia tuongee na agent, lakini lengo langu kama waziri huu mchakato wa kuanza kununua ndege mpya uanze wakati bado niko ofisini. Eh, kunakwaga na shift of policies, ndio jamani. Kwa hiyo wakati bado niko mzazi, tuanze huu mchakato fasta fasta, sawa kwa hiyo Ndunguru na mwenyekiti, mtapata shida sana hichi kipindi kifupi ambacho bado niko ofisini kabla sijaenda kwenye uchaguzi, na u mchakato wa kuanza lazima uanze sasa hivi. Alafu Julai mosi tunaanza utekelezaji. Bajeti ishapitishwa bunge, lishapitisha haya mambo. Ya tarehe moja Julai ndio mwaka wa fedha unaanza. Hayo ni mambo ya kikanuni. Makaratasi yaanze sasa hivi kukamilika kabla ya tarehe moja Julai. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.